kuitwa hutaki kwenda. Sasa yaende ni kujiona wa maana au wa juu zaidi au wa muhimu zaidi kuliko watu wengine, sijui utajifunia nini. Sasa sijui yako hapo. Si ya tano, kuwadhihaki na kuwacheka viongozi wao, kuwadhihaki na kuwacheka viongozi wao, msa kwa viongozi wako ambao wanakuongoza. Mungu huchagua hata mtu ambaye hakusoma kuongoza wewe uliyesoma.